Leo napenda kuzungumzia swala lingine la kiafya ambayo watu wengi pia wanapata changamoto hii na ni changamoto ya bawasiri, hemorrhoids kwa lugha ya Kiingereza. Tutaelezea ya shida hii ni nini, inasababishwa na vitu gani na ni vitu gani ambavyo tunaweza tukavitumia aidha kuepuka shida hii na matibabu ambayo pia yanaweza yakafaa kwa changamoto ya bawasiri, lakini pia tutazungumzia pia uh, complications au changamoto zinazo ambazo zinaweza zikatokea uh, baada ya matibabu. Bawasiri zenyewe huwa ni uh, mkusanyiko wa mishipa ya damu ambayo ipo kwenye sehemu ya haja kubwa. Sasa kila mtu ana mishipa hii ya damu kwa hiyo sio uh, sio ugonjwa pase, lakini kwa baadhi ya watu unakuta mishipa hii ya damu inakuwa inajaa na damu uh, damu inakuwa inashindwa kurudi kwenye mfumo wake wa kawaida, na ndipo bawasiri hizi zinapotokea kama uvimbe kwenye sehemu ya haja kubwa. Sasa kuna aina mbili ya bawasiri, kuna bawasiri za ndani na kuna bawasiri za nje lugha ya Kiingereza ni kwamba kuna internal hemorrhoids na external hemorrhoids, ambazo zinaweza zikawa uh, simple zinaweza zikawa na complications zile. Sasa aina hizi mbili za bawasiri zina viashiria tofauti, yani zina symptoms tofauti tofauti. Mgonjwa anaweza akaja na malalamishi mara tofauti tofauti. Bawasiri za ndani mara nyingi huwa hazina maumivu. Na wagonjwa mara nyingi huja na tatizo la kutokwa na damu sehemu ya haja kubwa hasa baada ya, ku, ya, ya choo kutoka. Kwa hiyo hii ni dalili mojawapo ambao watu wengi sana wanalalamika, na ukiona dalili hii most likely una bawasiri za ndani. Bawasiri za nje yenyewe mara nyingi husababisha maumivu, inaweza ikatoa damu ingali ni mara chache sana, inaweza ikafanya hivi na mara nyingi una, ukiona kwamba zinakuletea maumivu ni kwa sababu aidha unakuta kuna damu ambayo imeganda kwenye bawasiri hizi na hivyo ndio zikaweza kuletea maumivu hayo unayosikia. Sasa ni vitu gani ambavyo vinasababisha bawasiri kutokea? Mara nyingi watu ambao wanakuwa na afya duni ya mfumo wa chakula ndio wanapata uh, bawasiri Ninazungumzia nini hapa? Unakuta aidha mtu unapata choo kigumu mara kwa mara au hupati choo mara kwa mara yani, kwa kawaida tunasema kwamba mtu angalau kwa wiki anatakiwa aende at least chooni mara tatu mara nne kwa wiki nzima. Kwa mtu anavyoenda chini ya hapo, tunasema kwamba ana shida ya constipation, ambayo basically ina maana kwamba hapati choo choo mara kwa mara lakini kuna watu ambao wanapata choo mara kwa mara lakini unapak, unakuta choo ni kigumu sana. Kwa hiyo ina maana mtu anabidi atumie nguvu nyingi sana, ili kuweza kusukuma choo kiweze kutoka. Kwa hiyo ukiweka vitu hivi hapa, vinachangia mishipa hii ya damu kuwa lose, yani ikose nguvu, na bawasiri kutokea kama uvimbe kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo mtu utaona uvimbe, lakini pia kama nilivyosema Uh, unaweza kupata kutoka kwa damu kama ni bawasiri za ndani, lakini pia unaweza kuona maumivu kama uh, kuna damu ambayo imeganda kwenye uh, bawasiri hizi hapa. Sasa ni vitu gani ambavyo unaweza kufanya ili uzuie kupata shida hii? Sasa kama nilivyosema, watu ambao wanakuwa na afya duni ya mfumo wa chakula ndio wanapata changamoto sana ya bawasiri, kumaanisha kwamba either unapata choo kigumu au upate choo mara kwa mara kwa u, ukianza kuboresha um, afya mfumo wako wa chakula, kwa mfano kuhakikisha kwamba unakunywa maji ya kutosha, kuhakikisha kwamba unapata chakula ambacho kina faiba nyingi. Faiba ni nyuzi nyuzi ambazo zipo kwenye chakula. Hii inaweza ikasaidia kulainisha choo, lakini pia kukufanya kwamba upate choo mara kwa mara na usio unajikaza unapoenda chooni. Sasa vyakula ambavyo vina faiba viko nyingi viko vingi, ni vitu kama mboga, mboga za majani kuna matunda ambazo pia zina faiba nyingi, kwa mfano kama papai uh, maparachichi pia uh, vitu kama machungwa pia. Hivi ni vitu ambavyo vina faiba zaidi, tofauti na, na matunda kama tikiti maji, ambayo basically yana maji mengi sana, lakini yana content ya fiber ambayo sio sio nzuri sana. kwa hiyo ukiweza kuboresha afya yako ya mfumo wa chakula kwa kutumia maji kama nilivyosema na vyakula ambavyo vina nyuzi nyuzi nyingi sana, hii itaweza kukusaidia lakini pia kama una matumizi ya nyama uh, uh, you know, like, nyama kwa wingi sana, hii inaweza ikachangia pia choo kikawa kigumu. Vyakula pia kama uh, wali na uh, na ugali labda wa wa sembe ambao umekobolewa, hivi ni vitu ambavyo havina nyuzinyuzi nyingi sana, kwa hiyo vinaweza vikasababisha choo kikawa kigumu na kukusababishia shida ya bawasiri. Sasa kuna vitu vingine pia ambavyo unaweza ukavifanya pia kujaribu kuepuka uh, shida ya bawasiri. Kwa hiyo unakuta kuna watu ambao eidha unakaa uh, muda mrefu sana ukiwa kazini au uh, ukiwa nyumbani uh, ina maana hautembei tembei ufanye mazoezi. Lakini pia uh, kuna watu wengine pia ambao wanaweza kupata bawasiri pia ni watu ambao unakuta uh, eidha wana tunasema kwamba pressure ya, ya tumboni ni kubwa sana, so either hey, unakuta ni watu ambao na, ni wajawazito au watu ambao wana uzito wa kupitiliza pia au ni watu pia ambao wanaweza ukawa kwenye hatari ya kupata changamoto ya, ya, ya bawasiri. Kwa hiyo unavyoona uh, changamoto hizi ni kwamba kuna vitu ambavyo mtu unaweza ukaviboresha kwenye maisha yako, lakini kuna vitu vingine ambavyo um, i ni ngumu sana kuviboresha. Sasa kwa mfano vitu ambavyo unaweza ukaviboresha ni kwa mfano kama lishe yako, unaweza ukaboresha. Muda unaotumia kukaa kazini ama nyumbani unaweza kuboresha kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, na hii pia inasaidia mfumo wa chakula wa kufanya kazi kumenyea chakula vizuri na chakula kitoke uh, uh, ambacho sio kigumu, lakini pia uh, inakusaidia pia wewe kutokusukuma choo um, sana na pia bawasiri pia hapo inakuwa umeiepuka pia. Asa, matibabu ya bawasiri yanategemea na aina gani ya bawasiri lipo. Kama nilivyosema awali, kuna aina mbili, kuna bawasiri za ndani, lakini pia kuna bawasiri za nje, lakini pia itategemea na athari zako za o mwenyewe kiafya, unavyojisikia kwa sababu kuna watu ambao unawakuta kweli wana bawasiri lakini haziwaletei athari yoyote ile kwenye kwenye mfumo wa maisha tutaangalia ni aina gani ya bawasiri iliyonayo, lakini pia inakuathiri vipi wewe kwenye maisha yako ya kila siku. Sasa bawasiri kama nilivyokuambia, kuna bawasiri ya ndani. Sasa bawasiri ya ndani yenyewe pia ipo kwenye makundi manne, kuna kundi la kwanza mpaka kundi la nne. Kwa kuna watu ambao mara nyingi una, una watakuja kwa daktari wanasema kwamba wanaona uvimbe wakati wa haja kubwa na uvimbe huu unakuja na kupotea wenyewe kuna watu wengine wanasema kwamba uvimbe huu uko wakati wote, lakini wanaweza wakausukuma kwa, kwa kidole ukarudi ndani. Lakini pia kuna ile bawasiri ambayo unakuta ni yenyewe anyway, inahenga wakati wote, inatoka tu, lakini haiwezi karudi. Kwa hiyo kuna aina nne za bawasiri za ndani na matibabu yake yanategemea. Sasa kwa aina ya kwanza na aina ya pili ambazo basically, so aina ya kwanza ina maana ni bawasiri ambayo ipo kwa ndani na ni ngumu sana kwa mtu kuiona, pamoja na bawasiri ya pili ambayo inatoka wakati mtu anapopata haja lakini inarudi yenyewe. So hizi mara nyingi tunaweza tukatumia, tunasema lifestyle modifications, ambayo ni mabadiliko ya tabia ya, ya mtu, kama nilivyosema, kuhakikisha kwamba unafanya mazoezi ya kutosha na kuhakikisha kwamba unaboresha afya ya mfumo wa chakula. Hii itakusaidia sana. Uh, kuepuka adha, uh, kuepuka um, haja ya matibabu mengine ya ziada kama ya upasuaji ambayo yanaweza kuhitajika hapo mbele. Kwa ukiwa na bawasiri ya ndani ya aina ya kwanza na ya pili, mara nyingi unaweza kutumia tu lifestyle modifications tu kama nilivyosema na usihitaji matibabu mengine ya ziada. Kwa hiyo, kaboresha tu chakula chako, kaboresha namna ya mtindo wako wa maisha na vitu vikaenda vizuri. Sasa kwa bawasiri ya ndani aina ya tatu na aina ya nne. Uh, hizi ni unakuta bawasiri ambazo zinatoka nje mpaka mtu aweze kuzirudisha mwenyewe au uh, aziwezi zikarudi, pamoja na ile bawasiri ya nje, hasa kutegemea na athari ambazo mtu alizonazo kwenye maisha yake ya kila siku. Mara nyingi tunaweza tukapendekeza um, mchanganyiko aidha wa mabadiliko ya tabia pamoja na upasuaji wa, wa, wa kuziondoa wa ku, wa ku na, sasa upasuaji upo wa aina tofauti tofauti kuna upasuaji ambao tunaweza tukafanya wa kuzitoa kabisa kwao, tunachana sehemu ya, ya, ya haja kubwa na kutoa. Lakini pia kuna kitu ambacho kinaitwa rubber band ligation, ambayo daktari anaweza akaingiza, ni kama bendi ambayo basically inasaidia kukata ha, ha, huo, huo, huo mfumo wa, wa, wa damu na mgonjwa um, akaendelea vizuri. Lakini pia kuna matibabu mengine ambayo daktari pia anaweza akachoma dawa kwenye hizi bawasiri na bawasiri zika, zikaisha kwa aina hiyo. Kwa hiyo kuna na, aina tofauti tofauti ya upasuaji ambao unaweza kufanyika ukafanyika kwa ajili ya shida ya bawasiri. Lakini cha muhimu sana kwenye matibabu, ili matibabu yawe na ufanisi kikubwa, huwa ni kubadilisha mtindo wa maisha kwa kuboresha um, mfumo wa, afya, um, mfumo wa chakula mfumo wa afya ya chakula, kwa kuhakikisha kwamba unakula vyakula ambavyo vina nyuzi nyuzi nyingi sana, unakunywa maji ya kutosha, lakini pia unafanya mazoezi pia ya kutosha. Hii inaweza ikakusaidia sana, hii hata kama umefanyia upasuaji au hujafanyia upasuaji au umetumia dawa zingine zozote zile sasa